David Pagu pamoja na Martin Mpile wamejitangaza wenyewe au wametoa tangazo kubwa sana kuelekea kwenye Afcon inayotarajiwa kuanza tarehe ishirini na moja. Hii ni mara tu baada ya kukabidhiwa nafasi ya kukinoa kikosi cha timu ya taifa ya Cameroon the Indomitable Lions. Wametoa statement ambayo by the way inazungumzwa kote duniani sio Afrika peke yake. Martin Mpile kwa wasiomfahamu ndio kocha msaidizi wa kikosi cha timu ya taifa ya Cameroon ambapo David Pagu ameteuliwa na kamati ya utendaji ya chama cha soka pale Kamerun Fecafoot kuwa kocha mkuu wa kikosi hicho, wakati huo timu hiyo ikiwa inaingia mapema siku chache zijazo kambini kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya Afcon inayotarajiwa kufanyika katika taifa la Morocco kuanzia tarehe ishirini na moja ya mwezi wa kumi na mbili. Kwa nini nimesema hivyo ni kwa kwa sababu kitendo cha kumweka nje Andre Onana pamoja na Vincent Abubakar na nahodha wa timu ya taifa ya Kamerun pamoja na mchezaji wa kuheshimiwa kwa takriban miaka 15 mfululizo kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Kamerun, sio statement ndogo iliyofanywa na Pagu, na sio statement ndogo pia iliyofanywa na Fecafoot kwa kumuweka pembeni kocha anayeheshimika barani Ulaya pamoja na Afrika kwa ujumla na kumchukua kocha raia wa Kamerun, sio statement ndogo, niamini mimi. Kwa nini ni nimesema hivyo ni kwa sababu E, Kamerun pia na mkuu na mvutano wa muda mrefu. Tangu mwaka jana, mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwezi Aprili alipoteuliwa kocha Marc Brys na wizara ya michezo ya Kamerun, kulikuwa na shida sana. Kama unakumbuka ile clip uliyoona ambayo ilisababisha Samuel Etoo alipotembelewa kwenye ofisi zake za Feka Foot na waziri wa michezo wa Kamerun akatupiana maneno, sababu kubwa ilikuwa ni Marc Brys. Samuel Etoo hakuwahi kukubali hata siku moja uteuzi wa kocha Marc Brys kwenye timu ya taifa ya Kamerun, na alipinga kwanzia namna ambavyo aliteuliwa, akapinga pia namna anavyofundisha na baadhi ya mambo mengine ya msingi. Barua ambayo amemtimua nayo Marc Brys wameelezea baadhi ya vitu ambavyo vimesababisha Marc Brys atimuliwe. Mojawapo ni kutwa kukubali kushia programu za mazoezi. La pili ni pamoja na ku organize press conferences bila taarifa ya Feka Foot hovyo hovyo, kiasi ambacho wadhamini walikuwa wanalalamika sana, wadhamini wa timu ya taifa ya Kamerun walikuwa wanalalamika sana, lakini jambo la tatu ni namna alivyokuwa anachagua wachezaji, mahusiano kati yake na wachezaji pia. Jambo la nne ni mahusiano ya kimkataba na marketing; ni miongoni mwa sababu za msingi sana, pamoja na namna ambavyo alikuwa akiita vikosi vya timu ya taifa bila ya kuwapa taarifa Fecafoot ambao ndio wenye mpira wao pale Kamerun.